Ndugu wa Tanzania tuna tumepata wageni ndugu zetu kutoka Kanisa la Ufufuo. E, sisi kama mtandao au kituo cha haki za binadamu tunaodili na masuala ya utetezi wa haki za binadamu, watetezi wa haki za binadamu hapa nchini, tunafarijika kuona kwamba watu wakiwa na changamoto zao wanatutambua na kama ni wadau ambao tunaweza kushiriki kutatua changamoto wanazokumbana nazo Wenzetu Kanisa la Ufufuo, wote mnafahamu kabisa kwamba eh, hadi sasa kanisa lao liko kwenye sintofahamu, kwa sababu siwezi kusema kwamba limefungiwa au halijafungiwa, kwa sababu kwa mujibu wa maamuzi ya mahakama madogo, kwa mujibu wa barua ya, ya waziri, ni inaonekana kabisa kwamba mpaka sasa hivi kanisa hili halijulikani limefungiwa au halijafungiwa. Kwa maana hiyo ni nini? Ni kwamba nkamba eh, watanzania hawa ambao ni wengi kwa, ma, kwa maelfu wanaofanya ibada katika kanisa hili wamewekwa katika njia panda, na ndio maana sisi tukaona kwamba tukafarijika kuona kwamba wamekuja kutulilia. Na hapa mbeleni tuna Askofu Amos ambaye anatoka mkoa wa Shinyanga, pamoja na waumini baadhi ambao wamekuja kuwakilisha eh, maelfu ya maaskofu wa kanisa hili nchi nzima, kuja kuomba mtandao. E, baada kuona, ya, ya, usu, e, wa nivyema, e, waje, ya kuona tumezungumza kwa muda mrefu masuala ya maridhiano, mazungumzo kwenye mambo yanayohusu mambo yetu ya kitaifa, wakaona ni vyema waje kwa ajili ya kuona namna gani wanaweza ku, kuongeza watu wa kuwasemea na kuwatafutia suluhu ya tatizo hili. E, nipende tu kusema kwamba Watanzania wote kwa mujibu wa katiba katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila mtu ana haki ya kuabudu. Hakuna sehemu ambayo katiba imesema kwamba mtu ataabudu kupitia kanisa kupitia sijui nini kupitia nini, kila mtu amepewa haki ya kuabudu. Napenda kusema kwamba hata kama leo hii kanisa hilo lingekuwa limefungiwa, hawa maelfu ya Watanzania bado wana haki yao ya kuabudu. Kilichofungwa au kama kilichowekwa katika hiyo sintofahamu, kwa sababu hatujulikani, kimefungwa au kimewekwa sintofahamu, ni kile ambacho kilisajiliwa kwa mujibu wa sheria, maanake kanisa dhehebu lile. Lakini Watanzania hawajafungiwa kuabudu. Naomba tutofautishe kati ya kuabudu na taasisi ambao wanatumia kuabudu. Taasisi ndio imeingia kwenye mgogoro. Naomba sana viongozi wetu, waziri Bashungwa, IGP, pamoja na Kamanda Muliro watambue kwamba hawa Tanzania, pamoja na kwamba kanisa lao liko katika mgogoro huu wa sasa, bado hawa wanahitaji kila Jumapili ya Mungu ambayo ndio siku ya Wakristo e, wengi wanatumia kuabudu, wapate sehemu ya kufanya ibada zao wakati suala lao linaendelea ku, kufanyiwa la, la taasisi yao linaendelea kufanyiwa kazi. Kuna taasisi na kuna wananchi wenye haki yao ya kikatiba ya kufanya ibada. Hilo ndio jambo ambalo la msingi ambalo tunapaswa kulizingatia, na kwa mujibu wa barua ya waziri manake, baada ya barua ya waziri kutoka tulidhania kabisa kwamba hawa sasa watakuwa wako huru kufanya shughuli zao e, za kiibada kwa sababu hata wizara, barua ile ya wizara imeeleza kwamba hawana hawatambui barua yote ya, e, ya kufungia dhehebu e, hili. Kwa maana hiyo ni nini? Ni kwamba e, sasa hivi tumewaweka katika njia panda Eh, lakini pia hata eneo lao la kusalia kanisa lao kuu, kwa sababu wako wana makanisa nchi nzima. Kanisa lao makao makuu hapa bado limezingirwa na polisi, na ndio maana nasema Mheshimiwa IGP Kamanda Muliro eh, bado kuna mnadhani, kuna umuhimu wa kuendelea kuzuia eh, kusuguzunguka kanisa lile. Eh, e, wakati huu tayari tumeona maamuzi ya mahakama, lakini tumeona barua ya ya ya wizara inayohusika na usajili wa makanisa. Hiyo ni jambo ambalo tunaomba sana viongozi waziri, pamoja na ofisi ya polisi, tafuteni namna ya kukutana na watu hao, kama hao kama itashindikana kuja wenyewe, basi sisi kama mtandao tuko tayari waziri, waziri Bashungwa kwa hao ambao maaskofu, viongozi wengine waliobaki, tunaomba ukutane nao. Polisi, jeshi la polisi, IGP, au afande Muliro, tunaomba ukutane nao ili muweze kulizungumza, kuliko kila Jumapili tuone E, tuone zile drama, tuone yale ma, ma, ma, ma, ma, mivutano, mivutano mitufuano kati ya waumini hawa na askari inakuwa haipendezi katika taifa letu. Nadhani wote sisi kama Watanzania tuwe tuna nia ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaishi kwa utulivu na haki zake zote za msingi anazipata katika taifa letu. Tunaweza tukawa tunatofautiana sana. Kuna wengine labda huenda mnafurahia kuona kwamba jeshi la polisi wanavutana na waumini fulani, jeshi la polisi wanavutana na wa makundi fulani. Pengine labda kuna watu mnashangilia, mnaenjoy, mna mnaona. Wengine sisi hatuenjoy vitu kama hivyo. Wengine sisi wazalendo wa nchi hii, vitu kama hivyo vinatuumiza kwa sababu tunadhani tunaweza tukavitatua vitu kama hivyo kwa kukaa mazungumzo. Turudishe utaratibu wa kusikilizana. Tusiogopane, hawa watu ni Watanzania, hawa watu ni wenzetu wa, wana, wa, walikuwa wanafanya ibada zao kama kawaida. Kama kiongozi wao alitokea akatamka maneno, na uzuri ma, wajima alizungumza haya mambo nje kabisa ya, ya ibada, hakuwa kanisani, alikuwa kwenye hoteli anazungumza, kwa alizungumza kama mbunge, alizungumza kama Mtanzania. Kwa hiyo wangepaswa ku, kama kuni